Kwa hiyo leo utapigwa faini kwa nini? Pale hakuna namba za mikoa unayopita. Mimi naomba iwe endelevu mpaka Januari. Hivyo basi, nilipofika hapa, nimeongea na maajenti ambao ndio wanakatisha tiketi kwa ajili ya kupeleka wa, watu wapande gari aina gani. Kitu tulichokigundua tangia juzi, wakati tunakagua tumeona maajenti mwisho wa mwaka wanaongeza bei siyo mmiliki wa gari, wanaongeza bei kwa faida yao wao wenyewe. Wao wanaita loto. Loto manake nini? Loto manake cha juu, ili na yeye jiko likawake moto na watoto waende shule. Lakini mwisho wa mwezi imezidi, mwisho wa mwaka imezidi, eh? Kawaida kwa mfano kutoka hapa Tabora kwenda Dar es Salaam kwa mfano labda ni 45 lakini anachukua kwa abiria elfu sitini na tano au hamsini na tano anaongezea ishirini nzima nimewaambia makondakta nimewaambia na maajenti kwamba ni marufuku kuongeza bei ya nauli kwa sababu hiyo bei anaiongezea juu kama nauli ni arobaini na tano yeye kampa abiria akachukua kwa elfu sitini ile ya juu mmiliki hafanye nini haijui na hapa tulikuwa na mwenyekiti na ataongea ambayo nimeelekeza ili wananchi wasikie kwa mwenyekiti wa maajenti. Kwa hiyo kuanzia leo wote watakaonisikia Tanzania nzima ni marufuku kuongeza bei ya nauli. Huu ni mwisho wa mwaka kwa sababu abiria wako wengi na wanahitaji kusafiri. Kwa hiyo naye ajenti anachukulia hapo hapo, apate faida pindi utakapopatikana Nafikili gereza linakusubiri. Akinywa visungula vitatu elfu sita amelewa, anaanza kubugudhi abiria stendi. Ole wake ajenti atakaonekana stendi amelewa, anasumbua abiria. Polisi wapo stendi, watakamatwa, watapelekwa mahakamani. Anaeleza kwamba mashine mbovu, nimemwambia aratio na wengine maratio watakaonisikiza ni kwamba ni marufuku gari kuondoka stendi wakati abiria hawana tiketi ya mtandaoni. Pindi ukigundua hilo, hata abiria wakiwa wawili, ni lazima gari litasimamishwa, itolewe zitolewe tiketi ndio litakaondoka. Na wananchi nimewaelimisha, abiria kwamba, gari litakaposimamishwa lisiendelee na safari, kwa ajili ya changamoto, ni kwa sababu ya tiketi au ma maagenti wanakula njama na nani na abiria.